Sisi jeshi la polisi kwa kutumia huu mkakati wetu wa kwanza kabisa wa kudhibiti na kuzuia uhalifu wa kuishirikisha jamii na makundi mbalimbali ndani ya jamii, imetupendeza na tunaona inafaa sasa tuwaite, ili tuweze kuwaeleza mambo ya msingi ambayo ninyi kama wafanyabiashara mnatakiwa kuendelea kuyazingatia ili tuepuke na matukio kama haya. Lakini pia tumewaita kwa ajili ya kuendelea kuwapa tahadhari, kwa sababu sote ni Watanzania ambao tunasikia wote, hapa mnasikiliza mambo yanayoendelea. Tumekuwa tukisikia pia matishio mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali kwamba kuna uwezekano watu wakafanya vurugu za aina hiyo tena, nadhani umesikia na na, mmesikia si ndio? au hamjasikia? Sasa sisi huwa hatupuuzi mambo kama haya, tukiona hali kama hiyo ni lazima tuwaite, ili tuweze kushirikisha hasa kupitia kwenye mapungufu ambayo tuliyaona wakati tunashughulika na mambo Imesema ilikuwa kazi kubwa sana. Sisi tuliokuwa kwenye zoezi hilo la kudhibiti na kuzuia tunafahamu hali ilikuwa. Sasa haya ambayo tumeyaona, tunaomba tuwashirikishe ili tuweze kwenda pamoja vizuri. Jambo la kwanza, mimi kama kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza ninachukua nafasi hii kuwakumbusha ninyi wafanyabiashara, lakini kama wakazi wa Mwanza, lakini kama Watanzania kwamba msikubali kujiingiza katika matukio ya uvunjifu wa amani ya mkoa wa Mwanza. Wajibu wa kutunza amani ya eneo ulilo, wilaya uliopo, kata uliopo, tarafa uliopo, mkoa uliopo, ni wajibu wa Watanzania wote, mkiwepo ninyi wafanyabiashara, hamna budi kutunza amani ya mkoa wenu, hamna budi kutunza amani ya mkoa wenu, tena kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu amani hii ndio imetuletea haya maendeleo tuliyokuwa nayo. Sasa sisi tunawakumbusha tusifanye biashara kama karne tano zilizopita nyuma. Twende kidigitali, twende kidigitali kwa sababu za kiusalama. Hatuwezi kuendelea kuwa na wafanyabiashara ambao bado wanaona kufunga CCTV kamera kwenye petrol station, anaona ni vitu vya ajabu. Sisi ni mmoja wapo ya wahanga ambao nitukuna sisi, katika moja ya za ulinzi tunao pale, tuna CCTV kamera na miongoni tulioathirika sana na si ambavyo tukiposema kwamba hawa ni wale waandamanaji wale, walikuwa ni kama vibaka. Bahati nzuri mimi mwenyewe nilifanikiwa kuwakamata, na si wa mbali, hawatoki mbali. Kamanda wetu wa mkoa wa Mwanza, nikupongeze sana kwa kazi kubwa ukishirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ambayo mmifanya mmefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha ya kwa kwamba wafanyabiashara hawaendelee kupata hasara. Msingekuwa nyie, hasara ilikuwa inaenda kuwa kubwa sana. Leo Mwanza tungekuwa tunazungumza kitu kingine kabisa.